Dr. Edwin Ngowi, natoka Department of Development and Strategic Studies, College of Social Sciences and Humanities. <coughs> Eh, hii kwa kweli kwangu imekuwa kama surprise. Sijioni kama ni mfanyakazi bora sana, lakini nimepata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa mkuu wangu wa idara, Dr. Raymond Salanga. Huyo amekuwa ni chachu kubwa sana ya kwangu kuonekana kwenye jamii hii ya SUA toka nilipojiunga SUA mwaka elfu mbili na ishirini na moja katikati. Yeye amekuwa chachu kubwa sana, sababu kwa wakati huo amekuwa akinipa majukumu mengi makubwa na haya yamenifanya niwe na visibility kubwa sana hapa SUA na nilipoingia hapa mwaka elfu mbili na ishirini na moja hiyo katikati, mwaka uliofuata kutokana na vigezo nilivyokuwa navyo, yeye mwenyewe alinishauri kuwa ni, ni submit application zangu kwake ni apply kwa senior lecturer. Kwa mwaka huo nilikuwa senior lecturer, na mwaka uliofuata niliteuliwa kuwa mfanyakazi bora kwenye idara ambayo ilikuwa ni 2023 2025 wakati niko field nikapigiwa pia simu kuwa nimeteuliwa mfanyakazi bora kwenye level ya idara. Nikashukuru. Baadaye tena nikapigiwa tena simu, nikaambiwa nimekuwa tena mfanyakazi bora kwenye levo ya college. Baadaye tena nikaambiwa napaswa kwenda kwenye levo ya chuo na wanataaluma wenzangu kwao. Tumekafika kwenye hiyo levo ya chuo, ambao nilikuwa nimesha rudi, tukaitwa kwenye kikao. Tulivyoitwa kwenye kikao, kulikuwa kuna wataaluma kama saba hivi. Kwa hiyo, zikaanza kusoma profaili mbalimbali za wanataaluma, ya kwangu ilikuwa kama ya tano Wakati zimesomwa zile za kwanza, kulikuwa kuna ukimya, watu wanasikiliza kwa makini, lakini ilipofika ya kwangu ya tano, nikaanza kusikia minong'ono. Huo ni ile minong'ono ikawa imenikatisha tamaa, nikasema hii kwa nini nakuwa disgust. Lakini wakati wa kupiga kura nikashangaa, nimepewa kura na wanataaluma wenzangu. Kwa hiyo nashukuru, nimekuwa mwanataaluma bora mbele ya wanataaluma bora zaidi hapa kwetu Sokoine University of Agriculture. Oh, hii kwangu ilikuwa ni surprise. Mimi mwenyewe sikutegemea kwa kweli. Kwa hiyo eh, lakini inaonyesha juhudi nilizokuwa nazo, lakini ushirikiano ambao nimekuwa nikipata kwenye level ya idara, kama niliposema hapo awali, haya yote yameniwezesha mimi kufika kwenye kufikia lengo hili la kuwa mfanyakazi bora. Kwa hiyo nakishukuru chuo kwa kutambua mchango wangu kwenye chuo, lakini pia nawashukuru wanataaluma wenzangu kwa kunichagua kama mfanyakazi bora. Mapokeo yamekuwa mazuri na watu wamekuwa wakinipongeza, lakini wakati mwingine nakuwa kama vile na sita sita. <laughs> Nikifikiria naona kuna wanataaluma bora zaidi Sokoine University of Agriculture. Oh, at times najiuliza Why me? Why me? Sijafanya vitu tofauti sana na wenzangu, lakini anyway nimevifanya in a unique way. Nimekuwa upfront, nimekuwa nikijitolea kwa mambo mengi. Nikiambiwa kuna kazi fulani au kuna jukumu fulani kwenye college, kwenye idara, nimekuwa upfront. Nafikiri hiyo nayo imechangia pia, imechangia visibility, imechangia kuonekana lakini pia mahusiano yangu mazuri na wafanyakazi wenzangu, nafikiri hii imekuwa ni chachu pia ya kuteuliwa kuwa mfanyakazi bora. E, this is not a magic. E, kama nilivyosema hapo awali ni kushirikiano ushirikiano kwenye jamii yetu ya, ya academics lakini pia na nani academic staff e, kitu kingine kuwa ethical pia kwenye, kwenye kazi zetu tutende sawasawa na tunavyoongozwa na kanuni na miongozo mbalimbali mbali ya, ya, ya taaluma zetu ya. Nachukua fursa hii kuwashukuru kama nilivyosema hapo awali, lakini pia kwa kuniamini wanataaluma wenzangu. Wanataaluma walio bora zaidi wameniamini kuwa mwanataaluma bora mbele ya wanataaluma bora e, kwa kweli hiyo ni, ni zawadi kubwa sana kwangu, kwa hiyo inatakiwa niifanyie kazi